Tuangalie senario moja ya kwenye hisa ambayo kutokea. Chukua mfano e, mimi nakumbuka kipindiko nafanya kazi kampuni nafanya kazi 2000 kuanzia elfu mbili na kumi na tatu mpaka e, kumi na saba nachukua tu mfano kwamba kulikuwa na watu wawili wakapata bonus wote za milioni tatu tatu, hiyo tuseme elfu mbili na kumi na saba, na wote wakaambiwa bwana, ukiwekeza kwenye hisa unaweza kupata hela. Kwa hiyo wakaanza kutafuta kuwekeza kwenye hisa. Sasa elfu mbili na kumi na saba nani na kampuni ya simu ya Vodacom ilitangaza hisa zake, wanaita IPO, na hisa moja yakauza shilingi mia nane hamsini. Sasa tuna watu wawili Tuseme tuna Jackson alafu tuna Linda. Jackson kimbele mbele, yeye alivyoona tu voda wanatoa hisa, yeye ana milioni tatu yake akasema, hapa ngoja niweke voda mia nane hamsini inaweza kaja akapanda, nikapata hela nyingi sana. Kwa hiyo akachukua milioni tatu yake akanunua hisa za voda, hisa moja kwa shilingi mia nane hamsini. Linda yeye akaenda kuuliza tu anaojua, akamwambia Hizi hisa za Voda zipo overpriced. Overpriced namaanisha kwamba bei yake ni kubwa kuliko thamani yake. Kwa hiyo akaambiwa tulia kwanza, tutakwambia hisa za kununua, kwa hiyo akatunza hela yake. Edha ameweka benki, ingawa benki watakatakata, au tuseme ameweka kwenye mfuko mmoja wapo ya TT, na akawa anasubiri. Hisa zilizotoka za Voda zilipanda hadi mia tisa kwa muda mfupi tu, kuuzika ilikuwa ni ngumu. Baadaye hapo ikashuka mpaka mia nane ikashuka mpaka mia saba themanini mia saba sabini Haya, kwa hiyo Jackson ameshindwa kuuza hisa milioni tatu yake aliweka hisa za voda, anasubiria. Linda amekaa kaa, labda tuseme ameweka laki au ametunza. Halafu ilivyofika elfu mbili na kumi na tisa fika mwezi wa tano ilikuwa hivi Hisa za CRDB zilishuka hadi shilingi tisini kidogo shilingi tisini na tano mia mpaka mia thelathini nafikiri kuwa Mei ile. Sasa hapo Linda kaambia okay: Toa hela yako TT, naenda kanunua hisa za CRDB sahizi. Tuseme Linda akaenda kanunua hisa za CRDB kwa hisa moja shilingi mia, ile mahesabu ya marahisi. Kwa hiyo Jackson yeye amenunua hisa za voda elfu mbili na kumi na saba. Linda aliweka milioni tatu yake ya bonasi, amekuja amenunua hisa za CRDB alivyoambiwa kwamba zimeshuka bei na thamani yake ipo underpriced, yani thamani ni kubwa kuliko inavyouzwa, yeye akanunua. Sasa tuangalie watu wawili leo wanakuaje, na leo namaanisha Juni eh, mwezi wa sita tarehe 18, 2025. Okay, sasa eh, Jackson leo mpaka bei aliyofunga soko leo shilingi mia nne na ngapi, na sabini na tano. Eh, kwa hiyo na maana yeye na e, ee ile milioni tatu yake aliyoweka, saa hizi thamani ile milioni tatu imeshuka paka milioni moja na laki sita na kitu. Na hapo katikati gayo ilitolewa na na na mara mbili tu ambapo ilikuwa ni hela ndogo. Yaani kwa hiyo milioni tatu alipata kama elfu arobaini na kitu au elfu hamsini na kitu mara mbili. Kwa hiyo tuseme gayo alipata kama laki tu hivi. Umeona? Haya. Alafu Linda e labda aliweka hiyo tt mpaka elfu mbili na kumi na tisa ambao akitoa inaongeza kama laki nane na kitu, ukipiga mahesabu. Sijachukulia data halisi, nimechukulia tu average ya asilimia kumi na mbili hadi kumi na tatu Hapo kwao milioni tatu anaanza, akatoa milioni tatu na laki nane na kitu hivi, wakati mwingine ina perform zaidi. Alafu yeye ndo akaenda akanunua hizo hisa CRDB hiyo elfu mbili na kumi na tisa hisa moja ilikuwa shing, shing mia. Leo Linda e, hisa CRDB kwa bei ilo kufunga leo soko moja ni shilingi mia saba themanini na tano, kwa hiyo ile milioni tatu yake leo itakuwa ni milioni ishirini na tatu na laki tano na kitu. Lakini pia kama alitaka aweke hela yote ambayo aliweka kule upande yote kama milioni tatu na laki nane na, na ngapi hivi, leo yeye ile milioni tatu yake itakuwa ni milioni thelathini point something. Kwa maana watu wawili, kuna wote walikuwa na milioni tatu, mmoja alikimbilia tu kununua hisa haraka haraka kwa sababu alisikia tu kuna hisa zinatoka. Mwingine aliuliza wataalamu, alafu akaambiwa asubirie kwanza hizo hisa asizinunue, kwa sababu zipo overpriced, yeye akatulia. Kwa sasa unaanza kuelewa kwa nini eh, upande huu unaambiwa bwana, wekeza kwenye hisa utapata hela nyingi sana, na upande huu unaambiwa usiwekeze kwenye hisa utakula hasara sana. Unaelewa sasa kwa nini eh? Sawa sawa, unaambiwa oh, Mchaga utapata raha sana, mgeni. Ah, usiwe Mchaga utapata shida sana, Wachaga wewe na kwa sio kwamba, ukienda mda huo ndio unawekeza unapata faida. Lazima ujue unapoweka hela panaendaje. Yaani, lazima uelewe kidogo. Sasa kujua hisa za kununua zipi ni ni somo refu kidogo na kuna vitu vingi vya calculate price earning ratio na nini na vitu kibao na kampuni yenyewe unasoma anyo reports na vitu vingi sana. Tutakuja tutafanya hilo somo, labda tutaweka YouTube, kwa sababu nitakuwa ni refu, labda saa zima hivi. Ila kama upendi mahesabu hesabu, unaenda kwa broka wako. Sasa mtu mwingine, mimi sina broka. Yani, kama unataka kununua hisa au unataka kununua treasury bonds, lazima uwe na broka na mabroka. Ukienda website ya DSE Wamelistiwa pale, unachagua broker unayemtaka, unauliza kama kuna rafiki yako anamtumia broker, lakini wengi chaji zao hazina tofauti sana. Kwa hiyo unaenda unamwambia broker, nataka niwekeze kwenye hisa, ila sina haraka, nataka niwekeze nipate faida. Kwa hiyo naomba uwe mnanipa hisa ambazo eidha za kuwekeza au niambieni tu bwana eh, kuna hisa gani saizi ipo underpriced kwa sababu hata leo hii unaweza nikakwambia hivi kwamba CRDB bei imepanda, kwa sababu leo tu wenyewe imeshuka kidogo, bei ya CRDB. Unaweza kusema ukiongea sasa, mimi na milioni tatu leo au milioni moja niweke CRDB, niachane na Voda, alafu Voda 475 ikaja ikapanda paka laba 1000 alafu Voda hiyo ambayo ni 785 ikaja ikashuka tena, unaona. Kwa hiyo yani, kuangalia bei ya kipande, imani, bei ya hisa haimaanishi kwamba ndo uweke huku leo, inaweza kawa hisa ilikuwa shilingi 90 lakini bado ni overpriced kwao kama hujaweka kwenye isa isa, unaweza kupata faida sana na unaweza kupata hasara e. Kuna mtu alichukua mkopo wa milioni mia tatu, ile isa ilivyofika shilingi 100, akanunua. Leo imefika karibia bilioni ngapi, kama kama kama bilioni mbili si tatu. E, na kuna mwingine aliweka hela nyingi kwenye nani, isa ilivyofika 850, ilijaribu itaenda 4000, ikaja ikashuka. Kwao wakati tunawekeza kwenye isa na pia hata kwenye cryptocurrency ambayo itakuja tuongelea siku nyingine, cryptocurrency kwa sababu zinapanda na kushuka, inabidi ujue kabla hujaweka hela. Yani usi, usisikilize tu mkondo au nini, lazima ujue kwenye hisa ili ninunue kuna vigezo gani. Natoka niangalie, nitajaribu kuwalinkia video za walimu wazuri, lakini mimi nitakuja, nitakaa siku moja nipige ni, nataka ninunue kwanza data ili nikiwa nafundisha tuwe na data kabisa, tuone nikiwa napiga mahesabu, kisha unaongea na broker akuelekeze. Angalau hata kama broker atakuwa labda amekosea kidogo, lakini angalau ni kuliko. Kwa hiyo unabidi ujue kabisa hisa ambazo ipo overpriced na underpriced. Na hiyo sio sababu tuna, kuna vitu vingine vingi tu ambavyo sijataka kuvitaja hii video. Hii video nataka nikuoneshe tu kwamba kwa nini kuna watu wanakuambia wekeza kwenye hisa utapata faida, na kuna watu wanakuambia usiwekeze kwenye hisa utapata faida, na zile bei ambazo unaziona kila siku kwenye closing market, unakuta hapo ndani ya siku unakuta hisa nyingine zime fluctuate kwa hiyo kuna watu wana trade daily na nini. Kwa hiyo kuna kuna information nyingi ambazo unakuta ukiwa nje uzijui, paka ukae karibu na watu wanao trade au ukae na broka wako vizuri wa kuelekeza, na mabroka wengi wanakuelekeza vizuri tu kwamba bwana, hapa unaweza kuweka hapa. Hapa hawezi kuambia weka hapa lakini unaweza ukaweka hapa, yani mara nyingi atakwambiaje, weka hela huku na huku, kwa sababu hiyo ni maamuzi yako mwenyewe. Tunaweza tukakwambia tu kwamba hisa hizi zinafanya hivi na hisa hizi zina, zinafanya hivi, basi kwa hiyo eh, kama uliweka hisa kampuni fulani zimeshuka, pole sana eh, kama uliweka hisa kwenye kampuni ambazo zimepanda sasa na hela Hongera sana, anza so. Kanitumia tela ya vocha, sio mbaya.